Je, umekuwa ukisumbuliwa na kuhara kali au kuongezeka kwa idadi ya kwenda chooni au choo kilaini? Kuhara kali mara nyingi husababishwa na maambukizi ya virusi kwenye tumbo au sumu ya chakula. Maambukizi ya bakteria kwenye tumbo ni nadra sana kutokea. Dalili za kuhara ni zipi? Kwa kawaida wagonjwa hupata choo kingi au kuongezeka kwa idadi ya kwenda chooni, na wanaweza kupata maumivu ya tumbo, tumbo kujaa gesi, na wakati mwingine kichefuchefu au kutapika. Watu wachache sana pia wana homa, lakini ni muhimu sana kujua ni tahadhari gani unapaswa kuchukua ukiwa na kuhara. Hakikisha unakunywa maji ya kutosha, tumia kiasi cha kutosha cha os au elektrol, kwa sababu unapoteza madini mengi mwilini, na hiyo ndiyo husababisha uchovu mkali, maumivu ya kichwa na udhaifu. Kwa hiyo hakikisha unatumia os ya kutosha, hasa angalau mililita 200 kwa kila choo na pamoja na hayo, daktari mara nyingi atakuandikia dawa za kuzuia kuhara, na hivi karibuni tumeona wagonjwa wengi wakitumia antibiotiki kama O2 au norflox kwa kuhara kali, jambo ambalo halihitajiki. Hii inaua bakteria wazuri tumboni na husababisha matatizo mengi ya tumbo baadaye. Kwa hiyo tunashauri upate ushauri wa daktari bingwa wa magonjwa ya tumbo kabla ya kutumia antibiotiki.